Huyu si, ni mbunge wa Kilifisopi Ken Chonga amefata nini Magarini kama si mambo na uwizi? Kila wanachopanga tunakijua, tunatubua. Leo tumemtubua, ameenda Kanagoni na huko pia atatibuliwa. Tumejipanga na hatutaki upumbavu. Licha ya zoezi hili kuanza kwa utulivu lakini baadaye kulikuwa na misukosuko ya hapa na pale ambapo ilimhusisha mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga. Ni hatua ambayo watetezi wa haki za kibinadamu ambao pia ni waangalizi katika eneo hili walikashifu vikali. Yale mambo ambayo yanaendelea ni vurugu za hapa na pale kidogo kidogo ambazo zinasababishwa na elected MPs ambao hawatoki kutoka hii area. Tafadhali, mlifanya kampeni yenu. It's high time leo, mwachie wananchi wa decide kile ambacho mliwaelezea, na leo sio siku yenu, ni siku ya wananchi, let there be peace. Na peace ndio tunataka. Kwa hivyo, Ken Chonga, Mheshimiwa Ken Chonga, tafadhali, popote unapoenda, zile vurugu ambazo tunaziona hazistahili siku ya leo. Na asante kwa maofisa wetu wa usalama ambao wametekeleza kazi yao vizuri sana kumwondoa Ken Chonga mahali hapa na ku neutralize whatever was happening. Kwa upande wake, mgombea wa kiti hiki cha Magarini Stanley Kenga amekashifu vikali vurugu hizo zilizoshuhudiwa katika eneo hili. Wako viongozi wa kiserikali ambao uh, wametoka nje ya Magarini na wanajaribu kuvamia vituo vyetu, wanaingia kwa vituo wakipeana vitisho kwa wapiga kura. Kwa hivyo tunauliza wale wote ambao si wapiga kura wa Magarini na kamwe hawastahili kuwa kwa vituo, waweze kupeana nafasi wananchi wenyewe wafanye maamuzi huru pasipo kugandamizwa. Mbali na hayo, watetezi hawa wa haki za kibinadamu ambao pia ni waangalizi wameangazia maswala kuhusiana na ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Viongozi wanapokuja kupiga kura, ile meeting and greeting is not allowed. Kwa sababu ule si waka. Hapa si mahali pa kupiga siasa, hapa ni mahali pa kupiga kura. Lakini tumeona kule kiongozi uh, yule Kombe alipopiga kura alitangamana na wale wapigaji kura, na hapa pia tumemwona uh, Stanley Kenga amefanya jambo hilo, ile ile hali ya kusalimia wapigaji kura na kuzungumza nao ni jambo ambalo haliruhusiwi kisheria, and we urge uh, contestants katika huu chaguzi waweze kurefrain kwenye mambo kama hayo Convincing Uh, you know, uh, voters, uh, it's illegal. Shughuli hii ya upigaji kura itakapotamatika, ni wazi kwamba kura zote katika vituo vyote vya kupigia kura katika eneo hili la Magarini zitakuwa zikiwasilishwa katika kituo kikuu cha kuhesabu kura eneo lile la Mapimo. Zidi kutegea Coco FM tutakujuza kadri habari zinavyoendelea kuchipuka. Nikiripotia Coco FM kutoka kituo cha upigaji kura cha Kanagoni Adu kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM, ladha ya Pwani.